Hujambo, na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. SGR iacha njia na kutoka kwenye leli. Treni ya mwendokasi SGR imeripotiwa kuacha njia yake na kupata ajali katika eneo la Ruvu mkoani Pwani asubuhi ya leo, ikiwa inatokea jijini Dar es Salaam kuelekea Dodoma, ambapo abiria wawili ambao wamezungumza wamesema hawajamuona yeyote aliyejeruhiwa isipokuwa ni hofu tu iliyowapata watu wachache. Bado haijafahamika chanzo cha ajali hiyo, ila treni imehama kwenye reli kama inavyoonekana kwenye video pamoja na picha. Lakini pia hatujaambiwa chochote, ila kuna viongozi na maaskari wameanza kufika hapo, sio mbali na hapa tulipo, station ya Ruvu, amesema mmoja wa abiria hao. Msemaji wa shirika la reli TRC Fredy Mwanjala akizungumza kwa njia ya simu amekiri kupokea taarifa za ajali hiyo, ambapo tumemnukuu akisema, tumepokea hizo taarifa za treni kupata ajali, na kwa kuwa ndio kwanza tumezipata kwa sasa, mkurugenzi mkuu na katibu mkuu wa wizara wote tunaelekea eneo la tukio na tutatoa taarifa baadaye baada ya kufanya tathmini ya kina na wataalamu. Hii ni taarifa ambayo kwa sasa inasambaa kwa kasi kwenye mitandao mbalimbali ya mbali kijamii. Kama unavyotazama kwenye picha eneo la ajali, ambapo treni imehama katika njia yake na imepata ajali. Hakuna taarifa za majeruhi, lakini pia tasmini kwa kina zaidi wataalamu watakapofanya tasmini tutafahamu chanzo cha ajali ni kitu gani. Tusubirie taarifa kamili kutoka kwa msemaji wa shirika la reli, Fredy Mwanjala watakapokuja na taarifa kamili kufuatia ajali hiyo kwa kina. Na taarifa zaidi, endelea kutufuatilia hapa ili uweze kujua kitu gani kimetokea mpaka ajali hiyo ikatokea.